Ari kuhusiana na mazishi ya bondia wa kulipwa uh, Thomas Mashali ambapo maelfu ya waombolezaji wakiwemo wadau mbalimbali wa michezo nchini wamejitokeza katika mazishi aliyekuwa bondia wa ngumi za kulipwa marehemu Thomas Mashali aliyofanyika katika makaburi ya Kinondoni hapa Dar es Salaam. Mwanamichezo wetu Saidi Makala alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walihudhuria katika mazishi hayo. Kabla safari ya mwili wa marehemu Mashali uliagwa katika viwanja vya michezo vya Leaders ambapo mashabiki wa bingwa huyo wa Afrika wakiwemo mabondia wenzake, viongozi wa vyama mbalimbali vya masumbwi, waandaaji wa mapambano ya masumbwi, wanamichezo na familia ya bondia huyo walifika na kumuaga nyota huyo ambaye kutokana na umahiri wake alijulikana kama simba asiyefugika. Baada ya zoezi la kuaga kukamilika, ndipo safari ya makaburini ikafanyika, ambako huko nako umati mkubwa ulijitokeza katika shughuli za mazishi, huku huzuni ikiwa imeshamiri miongoni mwa waombolezaji. Mungu, ulibariki kaburi hili, mweke na malaika wako mtakatifu, alilinde na huyu Thomas Christopher Mashali. Baadhi ya wadau walizungumza na Channel 10 makaburini hapo wakiwemo mabondia wenzake walieleza jinsi walivyopokea taarifa ya kifo cha mwenzao huku wakieleza jinsi walivyomfahamu Thomas Mashali na jinsi walivyoshirikiana naye katika kuendeleza mchezo wa masumbwi hapa nchini. Moto sana Masa, kwa kwa sababu hata hapa mwisho mwisho, ukifikiria mimi nimeingia katika professional ambao tuko wenyewe, tuko tunataniana sana kuhusu, kwa mimi kuingia katika professional, kwa sababu uzito kopona, ndo nami nacheza, tuna masuala kama. Kwa msiba, baada ya kufikia taarifa hizi, nimesikitika sana, hata hata nikikaa kama siamini kwamba mtu kafa watoto wa marehemu nao pia walizungumza na Channel 10 jinsi walivyopokea taarifa za kuondokewa na baba yao mzazi. Kaka mkubwa wa marehemu Agustino Johni ndiye aliyesoma wasifu huwa Thomas Mashali kwa niaba ya familia ambayo pamoja na mambo mengine ilimweleza marehemu kuwa alikuwa ni muungwana na mpenda michezo. Marehemu Thomas Mashali alianza kucheza ndondi za ridhaa mwaka 1963 katika kambi ya ngome akiwa bado shule ya msingi. Hata hivyo, alianza kushindana kama bondia wa kulipwa tarehe 27 Novemba 2007 na kumshinda bondia mkongwe Hamidu Mwalimu kwa knockout. Hii ndio safari ya mwisho wa uh, gwiji la masumbwi uh, Thomas Mashali maarufu Simba Asiyefugika ambaye alifariki majuzi yana, na hatimaye hii leo kuagwa katika uwanja wa Leaders. Na hapa hii leo amekuja kuzikwa katika makaburi haya ya Kinondoni. Kutoka Kinondoni Saidi Makala Channel 10.